Gazeti ya leo na gazeti langu la kwanza mkononi ni gazeti la Rai, Raia Mwema, na hapa tunaweza kusema kwamba uh, nastajabu Dr. Magufuli kufananishwa na Nyerere uh, katika gazeti hili la Rai, Raia Mwema anasema sita ma, majibu ya Magufuli sitafunguka. Lowassa anena ajipanga kumwaga mboga. Sita amwandikia barua waziri mkuu ni kuhusu bandari. Uh, hapa chini kabisa nasema waje mwenye ashangaa Uganda ni kuelekea uchaguzi mkuu aweka rekodi mpya. Hii ndo gazeti la Raia Mwema. Okay, tunapiga gazeti nyingine hapa ni Mtanzania ni Mtanzania anasema majipu hatari. Eh, majipu hatari, wamiliki wa makampuni waijia wa juu bandari. Eh, chuki za kisiasa zarejea Zanzibar, Tundulisu wajia ajisalimisha polisi eh, uh, hapa kunasema ripoti ripoti ya wanafunzi ishirini na tatu. Wanafunzi wanapata mikopo kupitia vyuo vikuu, uh, na taarifa kadha, wamiliki wa makampuni wajia juu bandari. Hii ni gazeti la Mtanzania, gazeti la Mtanzania ndio hilo, tunakujaona katika bali lewe, lakini katika gazeti la Tanzania Daima lisu amtisha Rais Magufuli asema Zanzibar ikichafuka hatanusulika hata ICC. E, ni, tum, ni tumbua tumbua inaendelea, tunavyo tunanyoshea bandari TAFA, uh, TAFA hawa ni Tanzania Freight Association, anazungumzia wasema nini? Mwanzo wa ngoma ni lelele, ameanza vizuri okay, haya mo amtunishia mfuko wa magufuri msoga. Hii ni gazeta Tanzania Daima. Sante. Gazeti la Majira anasema uteuzi wa Magufuli uzingatie usawa. TGNP vigogo wanne watumbuliwa majipu. Ndali Chako at, asitisha mkataba wa mkurugenzi mtendaji, wasimamishwa kazi wakurugenzi watatu, tutaitibu uozo utoaji uto wa makontena tafa. Hii gazeti la Majira. Gazeti la Uhuru nasema bodi ya mikopo yatumbuliwa. Sumaye nimekubali, ni, ni utendaji wa Magufuli. Hii gazeti la Uhuru. E, habari leo, bodi ya mikopo yatumbuliwa, ndali chakwa asitisha ajira ya mtendaji mkuu asimamisha wanne, anika madudu ya mikopo ya wanafunzi shilingi bilioni 3.2. Magufuli arejesha polisi bandari Kesi kumi na tatu kesi za wabunge kunguruma Februari 22. Gazeti la habari leo Zanzibar leo Profesa ndalichako atumbua jipu, angoa nyatenga washiriki wake na washiriki wake, okay. Hapa jaji mkuu nilikuwa sahihi kuizuia CUF jambo leo a kwa um, Magesa Mlugo Abbas Kandoro uh, Everest Ndikilo Saidi Mwambungu Mwantum Mahiza, hapa sema Je, uh, uozo mtupu bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Uh, serikali ya baini upotevu wa mabilioni ya shilingi. Waziri asitisha mkataba wa mkurugenzi mtendaji wakurugenzi wengine watatu watumbuliwa. Vilago hili la jambo leo. Sasa tuje tuangalie uh, gazeti haya, haya. Lakini sasa kwa upande wa michezo uh, na tunaanza na gazeti uh, gazeti la Raia Mwema upande wa michezo unasema usishangae penalti ya Messi. Kuna haya pia uh, kisa cha mwanamke wa, wa ziwani uh, hili gazeti la raia, raia Mwema Raia Mwema uh, Simba Yanga kazi tu uh, amanzi yaziombea ya njaa Simba Yanga. Uh, Jonesia kuwa muamuzi Simba Yanga. uh, okay, msanii Jonoka afariki dunia. Hii gazeti ni Tanzania upande michezo. uh, to, gazeti nyingine inashika ni Tanzania Daima upande wa michezo, mwanamama kusimama kati Simba na Yanga. uh, tambo za tawala vingilio hadharani okay. hii ni Tanzania Daima upande wa michezo gazeti la Majira upande wa michezo kuziona Simba Yanga buku saba. Uh, pambano kuchezeshwa na demu. oh. <laughs> Simba TP kutupa mgao wetu, Samata anazungumza hapo. Magazeti yote yamejikita kuzungumzia pambano la tena jadi. Lakini sasa gazeti la Uhuru mkononi, wanasema mwamuzi wa Yanga Simba hadharani uh, PSG, Chelsea, kivumbi tifu ya tema cheche okay, hii ni gazeti la Uhuru. Haya, baada ya hapo tunaangalia gazeti la habari leo. mwanamke kuanua Simba Yanga Jumamosi. E, makocha watambiana John Walker fariki dunia. Hii gazeti ya habari leo usema michezo na katika jambo leo, e, upande wa michezo anasema Jonasia Pilato Simba Yanga kingilio cha chini ya buku saba. Uh, Roma Madrid ni uhondo Ulaya. Mayanja prumji wapinga hesabu Gazeti hili la Jambo Leo. Sasa tuangalie magazeti eh, yanaoandika habari za michezo. Na sasa nashika Champion. Luni awalaumu wachezaji United Helkel anasema hatumuogopi yoyote sisi eh? Haya gazeti ndio hapo pande zote mbili, na gazeti hili za michezo. Lakini sasa nashika mkononi mwangu ni gazeti la Dimba. Moto utawaka hapa, kuna picha za kitambia wa kitambia na tendo jadi jadi wa wachezaji kutoleana macho uh, huku na kule, wakisema kwamba lazima nani atatoka. Atukidedea anasema kwamba uh, dakika dakika hatarini za za kiingilio uh, golini mwa Yanga Mayanja